Hello washika dau ni Mejja hapa na niko na Sharon. Ah uh, li have to call phone akasema tunafai kukutana na tukutane na kina Mike na Alicia. So tuko hapa sijui anataka kuniambia nini na sija nikuwa peke yangu because I have my director there. Eh, mtu mbadi mtu ambaye anashutia na make sure kila kitu inakuwa sawa. So Sharon, tuko hapa na niko hapa kusikiza tulikwenda kuniambia. Mimi niko swali.

I know why? But wali request, alisha wali request nataka kuwe na Mike mm -hmm. Au unge ni call yeah. Niambie nikam juu juu sasa, mbona ni kukol na wako utaka ukuje. Oh sasa pia wewe nakuona, nika nataka kunirukaruka kidesign ama kuna pesa amekupea ama kuna, kuna pesa, pesa amekupea kwa sababu niliona comment si, section walisema wewe ni gold digger, na sipo naongelea job ya mtu bure bure, because hiyo job ndio inampea sababu, inampea do ya kufanya kitu na inafanya hiyo do, hiyo do ndio inakupatianga do, okay. Ama one niliongelea job huu watu kwa section walisema hivyo, naongelea job ya msee ndio inampatianga kitu anakula. Mimi kama umepewa ongo, na wewe unataka kunitoa Wuku, so kama wewe uliweka nafaa kukuita huku kila kitu hata kama nafaa kusikiza both side. Mbona? Hata kama tulikuja wa wao waosi pia nafaa pia ile kama wataki tukutane na wewe ama tukutane na, tukuta na tukuta yeye. Yeah. Sia di Mike. Juu Mike aliona hiyo video yako alisema wewe huwezi mpenda kama anafanya clean. Si hata alishalisema hizo mpenda. So kuna issue zao walikuwa na discuss vya tarudishwa vitu zao, juu kama ulioshi vizuri ili kwa wakuje waongee kama atamrudisha vitu zake ama ni kama wataita wazazi ama ni kama nitaweza kumsaidia in other way. Kwa hapo ningezuia nini siongelee. I don't know kwa mbona hakutaka kukuwe. Hiyo maybe waulize nyingine tukikutana. I think you're not a good person. Utu poa, guys. Mimi ni hakuna kitu nimefanya kitu baya because tulikuwa kwa camera live, mbona si nikuite na wako kusema ukuje? No. Mike ndio alikuita. No. And then why si niite? So nikajuana na wao, pia nikajuana na wao <laughs> na despite nawasaidia, pia nafaa kusikiza, hiyo ni yako <laughs> <konti>. jiweke. <laughs> Ya, ah, but. So uto ni poa, so kitu imekuleta hapa nikuja yeah. Kuliko mbona uwaite usiniite, mwenye mimi ndo nimefanya ujuania na wao, nikikujua wewe lazima so, no, anagivo

Sasa nilikuwa yeah, nimeleta shida na kwa mimi nimeleta shida. Ilikuwa live on camera. Sasa so tulifanya nini? Hakuna tuliongea na hiyo story kaisha. Kuna mali uli mention uli litajo. Na kama ndajuaji ya mkuu niongelea hapo nyuma, hmm, ya tent. Kama kuna kitu mnanipangia na sijui ni watu. Sasa mna tukupangia sisi. Mbona, mm, tukupangie? Are you sure kuna kitu mnanipangia mbaya? Hakuna kitu mnanipangia. Mbona tukupangie? Hatuwezi <laughs> kupangia kitu. Hatuwezi hadi hata Mike mnapigania mwenye ako na mtu mnafaitia Mike, mbona na, ukusu, nani? na alisema, mtu ni si, okay, ni wake <laughs> mtaki ni wake. Wake, <laughs> mtaki ama cleaner nilisema siwezi kuwa bibi yake mpaka kabisa utajua soon soon. Kuna mali tunaenda. Sheila alisema aje? Ako karibu kurudi. Na mimi mwili wangu si ya kucheza wachezea. Okay. Yeah. <laughs> Sakuna so so, like, vinye atakuta shinde kakuna venye mimi msee. <laughs> Mimi ndo najua kienda fanya, I know what I will do. Juueni mionanika utanisaidia mtu kama akupendi mtu mpendi wewe, unapenda doa yake. Tuseme kweli, ulisema unapenda doa yake the, the title, ukasema hiyo title ya cleaner unataka ukasema unataka maybe title ilikuwa kama asema nini, gavana Jumana Sheda, anakuja

So guys, huyo hadi ameniharibia moms juu mimi kama ningetaka kumitisha doh, nikikuwa nimemitisha doh kitambo sana. But ade ameniharibia mot, so we, minu, natu, juhi, juhi, bitu, kwa hiyo minaona tu daktari akuje juu hizi vitu ni kama zinakuwa difficult, na huyo awanza kuniekea vitu waziko sasa. Mi ndo na wapi na wapi, mi nasimama penye justice iko. Sisi taka do ya mse, mbona nitake do ya mse na nditolea mimi mwenyewe kuwasaidia? So itakuwa tu beta daktari akuje, nimeona we ikienda hivi nitakiwa malao mazingine mingi na zifai. So guys Wacha nione vile kutakuwa, nione vile kutaenda, litawashwa vile kutakuwa. So mi nawapenda sana na msubscribe, kindly mshare, na mcomment. Mi nawapenda tu sana hiyo effort tumeenda nayo like chance tu, shukrani.